Afadhali nimewakuta leo wajumba zangu mjomba hivi siku za karibuni sikuwepo nilikuwa huko na shughuli zangu za usaidia ya fundi nilivyorudi nilikuja hapa ila sikuwakuta nikaondoka lakini nikarudi awamu ya pili nikamkuta Ankari hapo kwa hali nimekuta nao Ankari ili nifanye sizungumze chochote afadhali nimewakuta wote wajumba zangu tuzungumze Mjomba, nasikia unaishi na mke humu ndani, wakati wewe unajua hii nyumba ni ya familia na tuliachiwa kama urithi kwetu. Mjomba, sasa wewe unawezaje kuishi na mke humu ndani, wakati mimi nikifeli kwenye harakati zangu za maisha naweza nikuja kuishi hapa hapa? Sasa itakuwaje, mimi nikitaka kwenda bafuni tunapishana na mke wangu humu ndani? Nikushauri kitu kimoja tu mjomba kama ameshindwa kukujengea wewe hata chumba kimoja, basi akakupangishia huko chumba kimoja mtaani, kuliko kuishi naye hapa, au unasemaje, Jankari? Mjomba, mi nimekusikia kwa umakini sana, na nimekuelewa vizuri tu. Mi akirudi leo nitajaribu kuongea naye, ntamwelezea vizuri kama ulivyonielezea wewe, lakini mjomba natakiwa ujue mpaka hii nyumba unavyoiona imesimama leo, iko vizuri, inapendeza, ni kwa sababu mimi niko hapa, mimi ndo nasimamia hii nyumba, mjomba wangu. Huyo mjomba wako hana chochote anachokielewa, hana chochote anachokijua. Yeye na bangi, yeye na wizi. Sasa mjomba, mimi nikiondoka hapa, unafikiri hii nyumba itakuwaje? Si ndio itakuwa nyumba ya vuta bangi itakuwa nyumba ya kuhifadhia vitu ambavyo vitaibwa huko. Lakini kama umeona si sawa mi kuishi na mume wangu hapa, sawa mjomba, mimi nitaongea naye na tutaondoka. Hebu nisikilize da sister, unajua mazingira mnaoongea, mi nawasikiliza tu muda wote, ila maisha ya kweli mimi nawapangilieni. Oya, hapa mi ni kiumbui kwetu, au sio? Yina hapa ni bonia hii, yani Asa, mazingira mnaoleta kwamba sijui mwamo aondoke sijui kwamba vipi imekuwa kwa vipi, mi siwaelewi. Mnajua oya, hapa mwamo atoki. Mnajua oya, atafanya mazingira yake yote hapa hapa yani, kitu chochote kile ambacho nataka kujishughulisha nacho cha hapa mtaani atafanya. Oya, mi ndo nishaongea an yani, digri chali yani, sitaki tena kurudia rudia. Sijui masuala mwamua aondoke, si nini, mi sitaki kuelewa hizo da. Sister unafeli sasa. Haya, mjomba, umemsikia vizuri, nilikuwa kama ushauri tu kama sawasawa, alafu ilo swala la kusema kwamba unashauri oya, wewe ushauri waachiwa shauri na saa oya, si kwetu mtani, kwetu hataki ushauri yani, si tumetimia katika kila engo yani, unavyosema mwamua ondoke wewe unaweza kuleta chapati humo ndani, unaweza kuleta mandazi na maharage humo ndani, unaweza kunizingatia bukuteni kama anavyofanya mwamu, unaweza kuleta miskodinyo humo ndani tukaje mola mola? Hauwezi. Yaani unaongea ongea tu kutokana na wewe mwenyewe akili zako za pombe mtani. Hamsini toa mia hapo mishamaliza afu na sepa. Tafurani baba, tafurani mama, tafurani baba! Bora tumekutana hapa hivi. Shemeji, ulikuwa na lengo gani kuniambia viki anaumwa, yuko nyumbani kwako? Nija haraka na nikafika mpaka nyumbani kwako viki, sijamkuta ukandanganya kwa kachukua na mume wake. Haya, nikaenda mpaka nyumbani kwa viki, namkuta viki yuko na mume wake, wamekaa wametulia kabisa na ni mzima wa afya. Sasa wewe uko na maana gani kuniambia viki anaumwa? Hivi shemeji, kwa unavyonitazama mimi naweza nikakuongopea? Viki ni kweli alikuja nyumbani na akadai nikupigie wewe simu kwamba yeye anaumwa. Sikujua lengo lake ni nini, lakini ghafla akaja mume wake, kaondoka naye. Punde si punde ukafika wewe na wao walikuwa washaondoka. Asa hapo mi kosa langu nilipi? Yaani ukanifanya nimeenda mjombio mpaka kwa Viki. Matokeo yake namkuta Viki mzima kabisa, eh? kwani shemeji, na marakugani na mimi? Ako. Sina lengo lolote na wewe shemeji, kumbuka mbio za sakafuni uishia ukingoni. Hey. Ngoja nimfanye mchezo leo. Hatakoma kuzaliwa. Mimi hapa katika siku ambayo sitaji maelezo yote kutoka kwako ni leo. Maswala ya hadi zako za kuniambia sio pesa zangu tanipa, sio na nini, yote siyataki. Nataka twende nyumbani kwako kanipe kwa kwa, kwa kwa ya pesa yangu au kanipe kitu chochote chenye thamani ya pesa yangu, kupata pesa na nini, yote siyatai kusikia. Vitausi. Ndio ninachokwambia. Twende nyumbani kwako na sio kitu kingine. Hmm. Karibu shemeji. Asante sana shemeji, na samahani nimekuja kwako ghafla, kwa maana kuna taarifa muhimu sana nataka nikwambie, maana nisije kaondoka tu bila kukutaarifu. Mimi na mke wangu Viki tunataka tuhame mji huu, maana umekuwa na mauzauza kweli kweli, yaani mpaka tunashindwa kuelewa mauzauza. Bwana, kama sikuelewi, kwani mmekosana na Viki? Hapana, mi sijakusana na Viki. Ile ni mauzauza tu ambayo mimi mwenyewe sikutarajia kuyaona katika maisha yangu, na hivi tunavyozungumza nimeomba maombi kazini kwangu ili tuhamishwe, na hivi karibuni tunatarajia kuhamia Mtwara. Basi shemeji yangu mimi nikupe pole. Unaweza ukaniambia ni mauzauza ya aina gani? Ni changamoto tu za kazini na sio kitu kingine, shemeji basi kondoka. Sawa, naomba mnapokaribia kuondoka mnijulishe ili nije tu gani. Hamna shida shemeji. Sawa, msalimie mdogo wangu Fiki, mwambie nimemkumbuka sana. Sawa, hamna shida, maisha ni popote, ila nitawamisi hmm. Mimi nikutoe hofu tu na wasiwasi shemeji yangu maana sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa sana, tutawasiliana hata kwenye simu. Basi sawa shemeji, mi nafikiri nikuaja shemeji, maana muda umeenda sana, wacha miende nyumbani kwangu. Basi sawa, na kuomba ukifika mwambie Viki kuwa ni mimisi sana. Oke, okay, sawa, mi naenda shemeji. Afadhali waondoke, maana yule mzee sipati picha, nitammiliki kiasi gani? Amani imeangaika eh? hey.

Kwanza mimi nisemee, samahani, naomba unisamee sana. Zile dawa ambazo ulinipa nilifanya vile vilevile ambavyo uliniambia nifanye. Yule bwana sikaja hajakaa kwenye kile kiti ambacho nimemwekea dawa, kaenda kukaa kiti chengine ambacho mimi hata sijapanga akae kile kiti, afu namtoa pale aende kae kwenye kiti cha dawa, hataki kabisa. Ataas, utakuwa umekosea masharti Sijakosea chochote, nimefanya vile vile, hamna nilichokikosea. Ni yule tu mzee hajataka kukaa kwenye kiti chenye dawa. Hapa katikati kuna nini? Niniskiiza ni nikwambie, mimi ja. ni mganga professional, sio mganga kuungaunga, sio mganga ja, mimi ni mganga ambaye nimeyapishwa nchini Nigeria, Lagos mji mkuu Unabajua? Uwezi kupajua, najua kabisa utakuwa unakosea. La sheti hila tu unaita ndamwendemwele, nionekane mi mganga, nafanya miayusho. Sasa basi, vitu vidogo nitakupa dawa nyingine, kwanza tulia. Huyu bwana anaitwa nani? Huyo anaitwa Mzee Kikoti na mgongo hapa wa moto na kwa wameaga. Sasa mganga, hapo tunafanyaje? Maana ninampenda sana na ninamhitaji tafadhali. Mganga, nakuomba nisaidie katika hili nikutoe hofu kwangu. Hamna kitu kinashindikana, ninatengeneza dawa hiyo nao taenda kuimwaga mlangoni. Kwa nani, nikuulize swali, ana mazoea yako nyumbani kwako? Nyumbani kwangu huwa anakuja na akifika tu anakaa sebuleni, vitu vidogo hivyo. Hilo tatizo lako linafanana na mgonjwa wangu mmoja, nienda kumtibia Lagos, nikapita Lagos pale nikaingia Kongo, nikatoka Kongo nikaenda Brusia, nikatoka Brusia Matatizo yote hayo nitaenda Marekani, wote wakapona, mpaka leo wameolewa, au mabwana watamani wanawake wengine tena. Sasa na wewe. tatizo nita limeisha, nitaenda kupatia dawa. hiyo dawa ataweka mlangoni tu, na akivuka awaite. Alafu kitu kingine, hii dawa nitakugea

eprikada sofu kidogo, iko kinywejeria, iko uwezi kuelewa yaani. Maanake namaanisha bali nguo vifuivui vya kumtega yule, lazima jichanganye na. Akija unamuuliza baba, nikutangalie nini? Nimepika supu, mie nimepika wali, nimepika pilau, nimetia nazi eh, pilau la nazi. Mtu anatakiwa namchanganya, naeza ogea dawa Tumeongea yote. Hapo ulikuwa unaongea na ulikuwa unaongea na mkulu kutoka Lagos anaongea Kiswahili huyo. Ndio maana kaongea sauti tofauti na ya kwangu. Ai, hiyo dawa uende ukanyunyizie mlangoni. Tumeelewana? Narudia tena, hiyo dawa uende ukanyunyizie mlangoni. Hakiluka tu hamwite forensics. Na maanisha mechi imeisha, tumeimaliza kazi na kama itashindikana dawa hiyo, na kama itashindikana dawa hiyo, mama, acha kuangaika na waganga tena, nenda kamwombe Mwenyezi Mungu, maana mimi ndo mganga wa waganga duniani, ambaye nimeapishwa mji mkuu wa Lagos, Nigeria. Na maanisha nikitoka mimi, ndo anafata Mwenyezi Mungu Ikishindikana rudi kwenu tu, kamwombe mwenyezi Mungu. Basi sawa, asante sana mganga. Ngoja basi nikajaribu na hii nione. Sio ukajaribu, sema uende ukafanye. Unaanza kukosea masikemama kilingili, sindio? Halafu leo ndugu wangu wamenifurahisha kweli, wameniambia uondoke tu usitoe sadaka, unaweza